Serikali imetoa leseni kwa wa, wawekezaji leseni za kati na leseni kubwa, ili kufanya shughuli za uchimbaji hapa nchini Tanzania, na ziko baadhi ya kampuni ambao walisha saini mpaka mkataba tunaita framework agreement, na bahati mbaya sana walisaini wengine mbele ya Mheshimiwa Rais, lakini kampuni nyingi zilizopewa leseni hazijaanza kufanya kazi na zinakiuka sheria, kwa mujibu wa sheria inavyoelekeza ya, ya masharti ya kwamba ukipewa leseni lazima uanze kazi katika muda wa mia, miezi kumi na nane tangu kutolewa kwa leseni hiyo. Zipo kampuni nyingine kubwa kabisa katika nchi yetu ya Tanzania, na tushasaini mikataba nayo, lakini hawajaanza utekelezaji wa miradi yao mpaka hivi leo tunavyozungumza. Hivyo, Wizara ya Madini imetoa hati za makosa kwa wamiliki wa leseni 95 kuwapa siku 30 ili kama wana hoja ya kujibu kupitia hati ya makosa hii ya kutokuanza shughuli za uchimbaji wa madini nchini walete majibu yao ili baadaye tuweze kuyapitia tuyahakiki. Kama wana hoja, tutawaondolea katazo. Kama hawana hoja, nataka niwathibitishie, ndugu waandishi wa habari, bila kujali nani aliyepewa leseni, tunakwenda kufuta leseni za watu wote ambao tuliwapa leseni za kati na kubwa na mpaka hivi leo hawajaanza kufanya kazi. Nina orodha ya leseni 95 kubwa ambazo mpaka leo hazijaanza kufanyiwa kazi. Leseni saba tu katika hizi tisini na tano, nikiziweka pembeni, zina mtaji wa shilingi trilioni kumi na tano zimelala. Hii haiwezi kuwa nchi ambayo sisi tuko bize kutoa leseni kwa ajili ya kuchochea sekta ya madini kukua, alafu kuna watu wanachukua leseni wanakaa nazo hawazifanyii kazi kwa visingizio kwamba tuko kwenye majadiliano na serikali na sababu mbalimbali. Leo nimewaita hapa kuwaambia msimamo thabiti wa serikali ya kwamba kwa wale wote waliopewa leseni za uchimbaji za kati na leseni kubwa, tumewaandikia hati ya makosa, ndani ya siku thelathini walete majibu yao kwa nini tusiwafutie leseni. Na nimesema yule ambaye atatujibu na kutoa sababu, tume ya madini ipo, tutakwenda kuhakiki majibu yake saiti na kile ambacho amekifanya, ili kama kuna namna ya kumwondolea hilo zuio na katazo, tunamwondolea. Lakini kwa ambaye atas, atashindwa kuthibitisha, ni maamuzi magumu, lakini lazima tuyachukue kama nchi, tafuta leseni bila kujali leseni ya nani, tutafuta leseni. Hawezi ukaweka mtaji lini 15 umekaa kwenye makaratasi na kule kuna watanzania ambao tunategemea kwamba mradi hii ikianza ajira zitaongezeka, uchumi nchi yetu utakuwa, mapato ataongezeka. Leo kuna watu wachache wanajifichia katika mazungumzo ya serikali. Leseni ya madini ikitolewa, ina masharti nyuma yake. Kwenye ile karatasi hakuna sharti linalosema kwanza mtu ataanza uchimbaji wa madini nchini Tanzania akikamilisha mazungumzo na serikali, si sehemu ya sharti. Masharti ni kwamba ukipewa leseni lazima uanze uchimbaji ndani ya miezi kumi na nane, vinginevyo huo una sababu ambayo imeridhiwa na waziri kupitia tume ya madini, vinginevyo unatakiwa uanze uchimbaji ndani ya miezi kumi na nane. Na wengine wote ambao wamepata hati ya makosa ambao wamejibu, tumewataka waeke na commitment, barua ya commitment kwamba wataanza uchimbaji lini, ambao katika barua hiyo pia ikitokea ya kwamba ameshindwa kukidhi kile ambacho kakisema kwenye barua, mkondo wa sheria utafuata taratibu zake hapo pasipo tena taarifa nyingine kutoka wizara ya madini. Kuna vitu ambavyo kama nchi lazima tuchukue hatua, mojawapo ni hii hapa. Hatuwezi kuifanya nchi yetu ya kwamba mtu anaweza akaja hapa akachukua leseni afu akaenda kuitafutia mtaji. Sheria inataka mtu yoyote anayekuja kufanya maombi ya leseni lazima pia atoe uthibitisho wa uwezo wa kifedha na wa kiufundi kabla ya kupata leseni. Leseni hii sio ni kupeleo uende kuitafutia mtaji, maanake pia utakuwa umekiuka masharti ya sheria kwa kutoa taarifa ambazo sio sahihi wakati unaomba leseni yako. Sasa imefika wakati lazima ni leseni zimebeba majina makubwa kweli kweli, lakini nitafuta, nitafuta leseni hizi tisini na tano za kwanza nitafuta. Tumetoa muda wa siku thelathini, watuletee majibu yao. Kanuni ya haki ya asili, principles of natural justice, inasema vizuri kabisa, usihukumu bila kusikiliza. Tumetoa siku thelathini, pitia hoja zetu utujibu hoja zetu. Kama kuna za kwenda site, tutakwenda site. Kwa wale ambao hawatajibu, wasitegemee kuna huruma nyingine yoyote. Na wamekuwa ni mabingwa ya kukimbilia mahakamani kwenda kuishtaki serikali. Katika hili serikali haijakosea, katika hili hakuna sehemu serikali imekosea. Sheria ipo, iko wazi. Yoyote niliyempa leseni akaanza uchimbaji, aje ni prove mimi wrong kwamba waziri umenipa hati ya makosa, mimi nachimba hapa. Tuko tayari kama serikali kwenda site, tukaona kila kile ambacho wamekifanya, nikaondoa zuio hiyo na katazo, lakini vinginevyo hatuwezi. Mtaji wa trilioni 15 kampuni saba tu zingewekeza hapa, kuna mtaji wa trilioni 15, leo ingekuwa mbali nchi yetu ya Tanzania. Kuna mtu hapa ana leseni tangu mwaka 2011 hajawahi kuingiza hata koleo Miaka kumi na nne, hatuwezi kuvumilia jambo la, la, la, namna hiyo hata kidogo. Serikali hatuwezi kuvumilia hilo jambo, isije ikaonekana popote pale kwamba serikali ya Tanzania imekosea kwenye kutoa hati za makosa, kwa sababu ziko baadhi ya kampuni zimeonyesha katika uso wa kidunia kwamba serikali imekosea kutoa hati ya makosa. Hakuna sehemu tumekosea kwenye kutoa hati za makosa tumezitoa kwa kampuni zote ambazo hazijaanza kazi nchini. Tunataka zianze kazi.